Ena katika mbinu namba sita ambayo nimekuletea nime hapa. Mbinu namba sita ni zingatia live betting na cash out. Kuzingatia live betting betting na na cash cash out. Out kuweza kuzingatia kuna sheria zake, kuna mbinu zake, kuna formula zake. Kwanza kabisa, kubeti moja kwa moja live betting ambazo nimeshaonyesha na kutumia cash out ni mbinu zinazokupa udhibiti zaidi wa beti zako, ukizitumia kwa busara zinaweza kukusaidia kupunguza hasara na kuongeza faida. Weka akilini kwanza kabisa, tukianza na kipengele cha kwanza live betting, na faida za kubeti ukiwa unaona mechi, ukiwa unaona mechi, unaona mchezo, unaona game ambayo unaibeti. Live betting inakupa nafasi ya kusoma mwenendo wa mechi kabla ya kubeti, kabla ya kuweka beti, kabla ya mechi haijaanza. nikupe faida kadhaa za kuweza kubeti live. Tukianza kabisa na ya faida ya kwanza, unaona fomu ya timu kwa muda halisi yn yani, fomu ya timu unaiona kwa muda halisi. Unaweza kusoma mchezo na kuona ni timu ipi inatawala kabla ya kuweka beti. Na kwa mfano, ikiwa timu ina, inapendwa kushinda yani favorite ina inashambuliwa sana lakini bado haijafungwa, unaweza kubeti kwa mfano unaweza, unaweza kutumia option hii kuweka beti yako Team two, kufunga goli la kwanza badala ya beti ya, kushini, badala ya beti ya ushindi wa moja kwa moja. Hilo ni jambo la kwanza, na jambo la pili, odds kubadilika kulingana na hali ya mchezo. Odds huongezeka kulingana na muda unavyopita. Ukisubiri wakati sahihi unaweza kupata odds bora zaidi, yani odds zikaongezeka. Kwa mfano timu iliyo na fursa ya kushinda ilianza kwa odds 1.50. Unaona. Lakini badala ya dakika thelathini bado hakuna goli, yaani timu, mechi nzima ikiwa draw, unaona kuna odds inaweza kupanda hadi moja ya tisini, huku nafasi ya kushinda ikiwa bado ni ile ile, unaona. Kwa hiyo ni jambo la kuweza kuzingatia, ni faida za kubeti live, na faida ya tatu ni kubeti kipindi cha pili pekee. Kama timu inacheza vibaya kipindi cha kwanza lakini inajulikana kwa kucheza vizuri kipindi cha pili unaweza kuweka beti baada ya ma, mapumziko kwa odds zilizo bora yani, odds zinaweza kuongezeka kwa kipindi cha pili. Kwa mfano PSG ikiwa, nyum, ikiwa nyuma ya goli moja sawa, moja kwa sifuri zidi ya timu ndogo unaweza kubeti PSG inashinda au ikafunga goli kipindi cha pili kuweza kutumia palipesa hizi odisi zinakuwa zina zina odisi nyingi. Hilo ni jambo la tatu la kuweza kuzingatia. Tukienda katika jambo la nne, kutumia safe bets kwa usalama, unaweka unaweza kuweka beti ya pili kwa kwa ili ili ili kupunguza hatari ikiwa unaona dalili za dalili ya kupoteza beti ya awali Mfano, uliweka beti ya over 2.5 goals kabla ya mechi, lakini baada ya dakika 60 bado hakuna goli, unaweza kuweka beti mpya kwamba under 2.5 goals kwa odds nzuri. Haya ni mambo ya kuweza kuzingatia. Tukaenda katika, tukaenda katika kuzingatia live betting cash out kwenye hatua namba mbili, kutumia cash out kwa busara. Jinsi gani unaweza kutumia cash out kwa busara? Cash out hukupa fursa kuvuna, cash out ukupa fursa ya kuvu, kuvu, kuvuna, kuvuna faida, kupunguza hasara kabla ya mechi haija haijaisha. Hiyo ndo kitu ambacho unaweza kufanya. Na aina za cash out ziko aina mbili. Kwanza kuna full cash out, unatoa pesa yote na kufunga beti kabla ya mechi kuisha, na kuna na kuna partial cash out ambayo unatoa sehemu ya pesa kuacha kiasi kingine kwenye beti. Kampuni baadhi zipo na zingine walishazitoa kwa hiyo, hiyo ndio iko hivyo, hiyo aina za cash out. Na kuna faida za cash out, faida za cash out. Nikianza na faida ya kwanza kabisa, unahakikisha faida mapema. Ni kwa kabisa, unaona kwamba faida ikiwa timu yako ina, inaongoza lakini unahisi inaweza kusawazishiwa, unaweza kuchukua faida kabla ya mechi kuisha. Kwa mfano, umebeti Man City kushinda kwa odds 2.00. City inaongoza goli moja dakika ya 80, lakini inaonekana inabanwa sana. Unaweza ku cash out kwa faida kidogo badala ya kuhatarisha kupoteza kabisa. Jambo la pili, faida ya cash out, unapunguza hasara kama mechi ina haiendi kama ulivyotarajia unaweza kukesha yote kupunguza upotevu. Mfano, uliweka beti ya over 2.5 goals lakini hadi dakika ya sabini ni 0-0 unaweza kukesha out na kurejesha sehemu ya pesa zako badala ya kupoteza yote. Hiyo ni jambo la pili, na jambo la tatu, udhibiti wa beti, kila kuathi udhibiti wa beti bila kuathiriwa na na, na, na, na bahati mbaya Una wakati timu inagoma lakini ina wachezaji mmoja mpungufu red card, maana kwa na red card, unaweza kutumia cash out kujilinda. Kwa mfano uliweka beti ya Barcelona kushinda, wanaongoza mbili moja, lakini wanapata kadi nyekundu dakika ya sabini na tano, unaweza kukesha out na kulinda faida yako. hayo ni jambo, hiyo ni mbinu ya sita ambayo nimekutolea, na naendelea na nakupa ni jinsi ya, jinsi ya kuweza kutumia live betting cash out kwa mafanikio, kuna mambo muhimu inabidi uyazingatie. Tumia live betting kusoma mchezo kabla ya kubeti. Subiri odds nzuri kabla ya kuweka beti. Usitumie cash out mara kwa mara bila hesabu. Epuka kulipa kiasi kwa live bets, yani wale wanaonunua odds, epuka kuzilipia zikiwa live bets, na maana ni kazi bure. Fuata bankroll management yako hata kwa live beti. Yani, hata kama ukiwa live, hakikisha bankroll management yako unaiweka una katika misingi. Na nihitimishe tu kwa kusema live betting inakupa nafasi ya kuona mwenendo wa mechi kubetting kwa uhakika kwa zaidi pia, kutumia cash out kwa busara kusaidia kupunguza hasara, kuhakikisha faida mapema. Unapochanganya mbinu hizi mbili unakuwa na udhibiti mkubwa wa betting yako. Hivyo ongeza nafasi ya kufanya faida kwa muda mrefu.